Vicho hicho ambacho shetani anakitafuta kuiba ujumbe huu. Kwa hiyo ni mpango wa zamani wa shetani kabisa, alikusudia kusiwe na maarifa kumuhusu Mungu. Yaani maarifa kumuhusu Mungu tunayapata hapa patakatifu na mpango wa ukombozi hapa ndo tunapata maarifa kumuhusu Mungu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu ndani yake, hapo ndipo tunapata mada za ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu hizi jumbe ndo zinazoitwa ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ndio unawafanya watu wawe na maarifa ya Mungu, yaani dunia inatakiwa i -i, iangaziwe na maarifa haya kumuhusu Mungu, ukweli wa sasa. Shetani akitaka kusiwa na maarifa haya ya Mungu duniani, alitaka watu wasiangalie hekalu la Mungu, wasiangalie hekalu la Mungu. Kwa wakati ule, kwa wana wa Israeli, hekalu la Mungu duniani kwa sasa hekalu la Mungu liloko mbinguni ambapo Yesu alianza huduma mara tu baada ya kupaa mbinguni mwaka wa 31 AD. Alipopaa tu alianza huduma katika chumba cha kwanza, na sasa tangu 1844 anahudumu katika chumba cha pili. kwa Shetani anataka watu wasio na maarifa ya Mungu na anataka watu wasiangalie hekalu la Mungu. Hapa ndio tunapata maarifa ya Mungu na hapa ndipo tunauona upendo wa Mungu hapa ndipo tunaiona chuki ya Mungu dhidi ya dhambi. Hapa ndipo tunapoupata ushindi wa dhambi. Tunawezaje kushinda dhambi? Huo ndio unaitwa ukweli wa sasa, ndio ukweli wa sasa. Kwa hiyo unapoadimika ukweli huu, ni ajenda ya Shetani, ni ajenda ya Shetani. Angalia nukuu nyingine, kwa kuwa sina kitabu chake hapa. Tazama kwenye skrini yako hapa, katika kitabu kinachoitwa Christ in His Sanctuary. CIHS, ukurasa wa 186 paragrafu ya pili. Nabii anasema maombezi ya Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika patakatifu pa juu ni muhimu kwa mpango wa wokovu kama vile kifo chake msalabani. Kwa kifo chake alianza kazi hiyo ambayo baada ya kufufuka kwake alipaa kuikamilisha mbinguni. Bwana asifiwe. Angalia hii hapa, ndio hii hapa, hii madhabahu ya kuteketeza, ndio hii hapa madhabahu ya kuteketeza. Hapa ndipo kafara zilizokuwa, zilipokuwa zinatolewa na kafara hizo zilikuwa zinamwakilisha Yesu, kwa Yesu mwenyewe kwa kufa kwake msalabani ndio walikuwa wamejitoa kafara. Huo ulikuwa ni mwaka wa thelathini na moja sasa basi, kifo cha Yesu hapa kina umuhimu sawa na huduma ambayo aliianza mwaka huo wa thelathini na moja alipopaa mbinguni, mpaka atakapomaliza chumba cha kwanza na chumba cha pili. Hii huduma ya Yesu mbinguni ina umuhimu sawa kama ilivyo kwa kifo chake msalabani. Sasa basi Hatupasi leo kubaki na uelewa kwamba Yesu alipokufa msalabani alituokoa sawa. Alipokusha kutuokoa aliingia wapi na, na, na lini alitoka hapo akaingia chumba cha pili, anafanya nini? Tunawezaje kumfuata huko waliko? Sasa tunawezaje sisi kupata ushindi wa dhambi? Huo ndio mchakato wote wa patakatifu tena katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu maombezi ya Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika patakatifu pa juu. Huduma ya Yesu kuanzia mwaka wa thelathini na moja mbinguni, chumba cha kwanza na chumba cha pili, ni muhimu kwa mpango wa wokovu kama vile kifo chake msalabani. Ndio maana unaona hapo tumesema patakatifu na mpango wa ukombozi. Kwa hiyo maombezi ya Yesu ama huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni ni ya muhimu kwa mpango wa wokovu kama kifo chake msalabani. Yani alipokufa msalabani mwaka wa thelathini na moja, ndo alikuwa ameanza mchakato wa kumkomboa mwanadamu. Hii ilikuwa ni hatua muhimu na hatua kubwa na hatua ya kwanza ya kumkomboa mwanadamu, na sasa hapa alitakiwa arudi tena mbinguni, sasa akahudumu kwenye hekalu lililoko mbinguni kama mwombezi wetu, kama mpatanishi wetu kwa niaba ya mwanadamu kwa huduma hizi zote mbili, huduma ya Yesu duniani na huduma ya Yesu mbinguni, hizi zote zina umuhimu sawa, zina umuhimu sawa, kwa lazima tujifunze, tusiishie kujifunza huduma ya Yesu duniani. Na hapo kuna mtego wa Shetani, wapendwa. Shetani ameelekeza watu wajifunze sana hapa, huduma ya Yesu duniani hapa, lakini Shetani hataki watu wajifunze huduma ya Yesu mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu huku ndiko watu wataelewa namna gani wanaweza kuishinda dhambi huku ndiko watu wataelewa chuki ya Mungu dhidi ya dhambi, wataelewa utakatifu wa Mungu. Huku ndiko watu wataupata ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa tuupati kwenye huduma ya Yesu hapa duniani, ukweli wa sasa tunaupata katika huduma ya Yesu mbinguni. Pata mada kama vile patakatifu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu amri za Mungu na imani ya Yesu, yaani ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu hiyo ndicho hicho ndicho shetani hataki watu wakijue. Huko atataka nyimbo zote tungeni, kueleza kwamba alikufa msalabani. Anataka vitabu andikeni kwamba alikufa msalabani. Anataka mahubiri toweni kwamba alikufa msalabani, ila shetani hataki watu waelewe huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Na ndio maana aliwaongoza na anaendelea kuwaongoza wajumbe wakimbie kutoka kwenye mada muhimu za ukweli wa sasa, na waelezee mada ambazo hazikukusudiwa kuunganisha kundi wala kutakasa roho. Hiyo ndio vita. Kwa hapa ndo tunapata kiini cha pambano kuu. Pambano kuu hapa, pambano kati ya Kristo na Shetani. Shetani anapambana kuhakikisha huu mpango wa ukombozi haueleweki kwa watu na watu hawafahamu, na watu hawafahamu, kitabu cha Evangelism ukurasa wa mia mbili ishirini na moja, Christ in his sanctuary ukurasa wa tano paragraph ya nne, screen, eh, kwenye screen yako hapo unaiona hiyo nukuu: uelewa sahihi wa huduma katika patakatifu pa mbinguni ni msingi wa imani yetu. Ndugu zangu, kama uelewa sahihi wa huduma katika patakatifu pa mbinguni ni msingi wa imani yetu, kwa nini hatufundishi huo msingi wa imani yetu? Yani kwa lugha nyingine ni kwamba mafundisho mengine yote ya imani yanajengwa juu ya fundisho hili la patakatifu kwa ukiliondoa hili fundisho la patakatifu, jengo linaanguka. Kwa lugha ingine, kwamba ukiliondoa fundisho la patakatifu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu ambapo ndani yake ndo tunapata ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, ukiondoa huo msingi, uadventista umeanguka chini. Sasa swali, je, ujumbe huu ama huu msingi wa imani yetu unaufahamu? Na kama haufahamu, kwa nini haufahamu? kwa nini haufahamu? Sababu ni Shetani hataki ufahamu, na kwa sababu ume, ume, umetengenezwa kuamini kile ambacho unafundishwa na kuhubiriwa. Umeweka imani kwa wachungaji, kwa wahubiri, kwa wainjilisti, na hautaki kuchukua muda na kujifunza mwenyewe kwa maombi ya kina ili uelewe. Shetani, kwa kuchepusha hao wajumbe, anakuchepusha na wewe uelewa sahihi wa huduma katika patakatifu pa mbinguni. Hii huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni ni msingi wa imani yetu. Maana yake, huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni ina maana na umuhimu mkubwa, kama vile ilivyo huduma ya Yesu duniani na alipokufa msalabani. Kwa hiyo tumebaki na kipande kimoja, hatujamfuata Yesu aliko kwenye huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Hilo ndilo kusudi la Shetani. Sikia hii Christ in his Sanctuary, ukurasa wa kumi na mbili, paragrafu ya 4, nabii anasema nukuu. Utaiona hapo kwenye skrini yako, Christ in his Sanctuary, ukurasa wa 12, paragraph ya 4, nabii anasema, somo la patakatifu, angalia maneno mekundu, alafu nimepigia mstari, somo la patakatifu lazima Ha? lichunguzwe kwa umakini, kwa maana ndilo linalojenga msingi wa imani yetu na tumaini. Kwanza nipozi kidogo, utafakari mtu wa Mungu, ili uweze kuelewa vita tulio nayo, ili ulielewe pambano kuu kama umeitafakari nukuu, hebu uitafakari kidogo ya kwamba somo la patakatifu lazima lichunguzwe kwa umakini somo la patakatifu lazima lichunguzwe pa umakini, kwa umakini kwani kwa maana ndilo linalojenga msingi wa imani yetu na tumaini. Nikuulize swali, kinachoshikilia nyumba ama kinachoshikilia jengo ni nguzo za pembeni, ukuta ama msingi? Msingi ndo unashikilia jengo. Kwa hiyo lazima kuwe na umakini katika ujenzi wa msingi. Haijalishi ghorofa litakuwa zuri kiasi gani, kama msingi ni mbovu, ghorofa hilo halitakuwa imara na halitadumu. Dhoruba ikipiga litaleta hasara. Kanisa la Waadventista wa, wa Sabato limejengwa limejengwa juu ya msingi huu wa somo hili la patakatifu, na ndio sababu nabii anasema somo la patakatifu lazima lichunguzwe kwa umakini, kwa maana ndilo linalojenga msingi wa imani yetu na tumaini. Maana yake nje ya hapo haliko tumaini, nje ya mpatakatifu na mpango wa ukombozi hakuna tumaini nje ya patakatifu na mpango wa ukombozi hakuna tumaini hakuna tumaini kwa hiyo mada kama vile patakatifu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na wa tatu ndio unaitwa ukweli wa sasa ndio tunapata msingi wa imani yetu na tumaini letu